DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Naam, tayari imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Karibu msikilizaji, usikilize matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephat Charo. DW habari za ulimwengu. Msomaji mm, wako ni mimi Bakari Ubena. Lakini kwanza habari kwa ufupi. Mawaziri wa ulinzi wa NATO wakutana mjini Brussels kujadili namna ya kujilinda na uchokozi wa Urusi. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu arejea mahakamani kusikiliza kesi za ufisadi zinazomkabili. Na Wakenya waendelea kuomboleza kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga aliyefariki dunia hii leo. Habari kamili. Brussels: mawaziri wa ulinzi wa nchi wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO wanakutana mjini Brussels, Ubelgiji, kujadili namna ya kujilinda na kukabiliana na vitisho na uchokozi wa Urusi. Umoja wa Ulaya unashinikiza kuwepo na mfumo mpya wa kujilinda dhidi ya droni ambao utatakiwa kuanza kufanya kazi kikamilifu ifikapo mwishoni mwa mwaka 2027. Mwezi uliopita ndege za kivita za NATO zilidungua droni za Urusi zilizokuwa zimeingia kinyume cha sheria katika anga ya Poland. Hii ni moja kati ya mipango ya Umoja wa Ulaya ambayo itazinduliwa rasmi kesho Alhamisi na inayolenga kuuandaa umoja huo na kile kinachotajwa kuwa kufikia mwaka 2030, kuna uwezekano wa kutokea kwa shambulio la Urusi dhidi ya nchi za Ulaya. Tel Aviv. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amerejea tena hii leo katika mahakama ya Tel Aviv kusikiliza kesi ya ufisadi inayomkabili na iliyoanzishwa Mei mwaka 2020. Netanyahu alionekana mwenye tabasamu wakati yeye na msafara wake wa mawaziri kadhaa kutoka chama chake cha kihafidhina cha Likud walipokuwa wakizomewa na waandamanaji wakati wakielekea mahakamani. Katika moja ya kesi Netanyahu na mkewe Sara wanatuhumiwa kupokea bidhaa za kifahari zenye thamani ya zaidi ya dola laki mbili sitini elfu zikiwemo champagne, sigara na vito kutoka kwa mabilionea kadhaa waliokuwa wakitaka kupewa upendeleo wa kisiasa. Kesi hii inayomkabili Netanyahu inajiri siku chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kupendekeza kwamba waziri mkuu huyo wa Israel anapaswa kusamehewa katika kesi zake tatu tofauti za ufisadi. Nairobi. Taifa la Kenya linaendelea kuomboleza kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga aliyefariki dunia leo huko Kerala nchini India akiwa na umri wa miaka 80. Polisi wa India wamesema Odinga amefariki kutokana na mshtuko wa moyo. Mamia ya watu wamekusanyika kutoa heshima zao katika makazi ya Odinga jijini Nairobi. Huku Rais William Ruto akitangaza siku saba za maombolezo na kuandaa mazishi ya kitaifa, akimtaja Odinga kama mwanasiasa hodari wa nchi ya Kenya. 70... Ninatangaza kipindi cha siku saba za maombolezo ya kitaifa ambapo bendera zitapepea nusu mlingoti katika jamhuri ya Kenya na katika balozi zetu zote nje ya nchi. Ni ishara ya heshima kwake. Nimeahirisha shughuli zangu zote za umma kwa siku zijazo, na ninawaomba pia viongozi na watumishi wengine wote wa umma kufanya vivyo hivyo. Viongozi mbalimbali wa dunia kuanzia Afrika, Asia na kwengineko wametuma salamu zao za rambirambi kufuatia kifo cha kiongozi huyo ambaye ameiacha alama isiyofutika katika siasa za Kenya. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Roma. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limetahadharisha hivi leo kuwa takriban watu milioni kumi na nne katika mataifa ya Afghanistan, jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, Haiti, Somalia, Sudan na Sudan kusini wako hatarini kukumbwa na njaa kutokana na kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa ya kibinadamu. Mkurugenzi mtendaji wa WFP, Cindy McCain, amesema shirika hilo linatarajia mwaka huu 2025 kupokea chini ya asilimia 40 ya ufadhili ambazo ni sawa na dola bilioni 6.4 kiwango ambacho ni kidogo mno na hakijawahi kushuhudiwa ukilinganisha na bajeti ya mwaka jana iliyofikia dola bilioni kumi. Chini ya utawala wa Rais Donald Trump Marekani, ambayo ndiyo mfadhili mkuu wa WFP ilipunguza kwa kiasi kikubwa misaada yake ya kigeni, hatua iliyochukuliwa pia na mataifa mengine na hivyo kuathiri misheni za maendeleo na zile za misaada ya kibinadamu na hatimaye Antananarivo Kiongozi mpya wa kijeshi wa Madagaskar, kanali Michael Randrianirina, ataapishwa rasmi kuwa rais wa nchi hiyo katika siku zijazo. Hayo yameelezwa na vyanzo viwili vya kuaminika, baada ya kufanyika mapinduzi ya kumwondoa madarakani rais Andri Rajoelina, aliyeikimbia nchi baada ya wiki kadhaa za maandamano ya umma kufuatia uhaba wa maji na kukatika kwa umeme. Marekani imewatolea wito wadau wote nchini Madagaskar kutafuta suluhisho la amani linaloheshimu katiba baada ya kikosi maalum cha jeshi cha CAPSAT kutoa madaraka. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW dunia yetu leo jioni. Rais William Ruto wa Kenya atangaza siku saba za maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha waziri mkuu wa zamani Raila Odinga. Mashambulizi yaripotiwa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Kivu Kusini. Na malori ya misaada yaanza kuingia katika ukanda wa Gaza. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Bakari Ubena na kukaribisha hivi sasa. Tuanze safu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu na tuanzie moja kwa moja huko nchini Kenya. Rais William Ruto wa Kenya ametangaza kipindi cha maombolezo ya kitaifa kwa muda wa siku saba kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Katika kipindi hicho bendera za taifa zitapeperushwa nusu mlingoti kote nchini na katika balozi zote za Kenya nje ya nchi kama ishara ya heshima na kumbukumbu -kumbu ya kiongozi huyo aliyekuwa nguzo muhimu katika historia ya siasa za Kenya na bara zima la Afrika. Shisia wasilwa na kina cha maelezo hayo. Katika hotuba iliyotangazwa moja kwa moja kutoka ikulu jijini Nairobi, Rais William Ruto alitangaza kuwa aliyekuwa kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement ODM, Raila Odinga atazikwa kwa heshima kamili ya kitaifa. Rais aliongeza kuwa jina la Raila Amolo Odinga litaandikwa milele katika simulizi ya Jamhuri ya Kenya, simulizi ya mapambano, kujitolea, ujasiri, utawala sheria, matumaini na azma ya ubora. Ruto alimwelezea Odinga kama mzalendo, alijitolea maisha yake yote kutafuta haki nchini Kenya, mtu ambaye mawazo na misingi yake ilivuka mipaka ya siasa za kawaida. In his passing, we have lost a patriot of uncommon courage. Tumempoteza mmoja wa viongozi wakuu zaidi barani Afrika, shujaa wa demokrasia, mpigania wake asiyeogopa, na mwanaharakati thabiti wa utawala bora, an unceasing servant of the people who gave his all. Wakati huo huo, rais Ruto ametangaza kwamba serikali ya India imekubali kusaidia katika kuusafirisha mwili wa Raila Odinga kurejea Kenya kwa mazishi ya kitaifa. Kamati ya maandalizi ya mazishi aliyekuwa waziri huyo mkuu itakuwa ikiongozwa na naibu rais Kithure Kindiki pamoja na seneta wa Siaya Dkt. Oburu Oginga, kakake marehemu Ruto alifafanua zaidi kwamba ujumbe maalumu wa maafisa wa serikali na jamaa wa familia unaoongozwa na waziri mwandamizi Musalia Mudavadi umeondoka tayari mara moja kuelekea India kuratibu mipango usafirishaji wa mwili wa marehemu. Hawa ni baadhi ya wabunge wakielezea hisia zao kuhusu msiba huo. Alikuwa rafiki wangu kutoka zamani, nikiwa mwanahabari tulikuwa tunakutana naye mara kwa mara na alikuwa anatupa motisha. 2017 nilipotaka kuingia katika siasa e, yeye ndio <coughs> alikuwa mwanasiasa wa kwanza kunikumbatia kwa familia wa mama Aida na wana ODM wote kutokana na kifo hicho cha baba wetu Raila Amolo Odinga, imepaswa kufanya cancellation ya hafla ambayo ilikuwa imeanza jana. Wakati wa huo, viongozi wa kimataifa wameendelea kutuma salamu zao za rambirambi. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi alikokuwa akitibiwa Raila amesema amehuzunishwa sana na kifo cha rafiki yake mpendwa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga. Rais wa Tanzania Samia Suluhu alitangaza kwamba kifo cha Odinga ni huzuni sio tu kwa Kenya bali kwa bara la Afrika, akimweleza kama mtetezi wa amani na maendeleo. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed amemtaja Raila kuwa mwanasiasa mkongwe aliyeleta demokrasia, haki na huduma kwa umma na ataendelea kuishi wasilwa. DW, Nairobi. Tukibaki na suala hilo hilo, Wakenya wanaomboleza katika siku ya kwanza tangu taarifa za kifo cha marehemu Raila Odinga, kiongozi wa upinzani alipoaga dunia mapema hivi leo. Kote nchini waombolezaji waliacha shughuli zao ili kumwenzi mwanasiasa huyo aliyekuwa sura ya utetezi wa wanyonge. Jijini Nairobi, hisia ni mseto katika mitaa kadhaa. Thelma Mwazaya amefuatilia na kuandaa taarifa ifuatayo. Wakazi wa Kibra walijitokeza kwa wingi na kuelekea mtaani Karen kwenye makazi ya marehemu Raila Odinga. Majonzi na simanzi ilihanikiza mtaani Karen kwenye makazi ya marehemu waziri mkuu wa zamani nchini Kenya, Raila Odinga, kufuatia taarifa za kifo chake mapema hii leo. ikifikia mchana, idadi kubwa ya waombolezaji wakiwemo wafuasi, wanasiasa na Wakenya wa kawaida walifika Karen kwa ufariji. Wengi wamepigwa na butoa na hawajaamini kuwa marehemu kigugu huyo wa upinzani amewaacha mkono. Haya ni maoni ya baadhi ya wa wakazi wa Kibra waliofika Karen. Mimi kwa majina naitwa Jen. Mimi kama mwana ODM, nimesikia uchungu sana kumpoteza baba. Pamoja na wafuasi wenye naona hapo, tuko na uchungu sana kumpoteza baba, maana baba ndiye alikuwa anatuambia tuende left, tunaenda left. Tunaenda right, tunaenda right. So, ni uchungu sana kumpoteza baba na hatujui nani atamreplace. Majina naitwa Joel Odhiambo. Mimi maoni yangu katika kifo cha Raila imenishtua sana kati, hiyo stima imepotea, nikaakisha data, nikaenda Facebook nikaona, kumbe mzee amelala. Baada ya hayo nikasema nikimbie ni jishuhudie mimi mwenyewe, na kumbe baba amekufa na sisi hatuna furaha. Mungu alaze roho yake malipema peponi. Usalama uliimarishwa na ulinzi ukawa mkali kwenye makazi haya marehemu Raila Odinga mtaani Karen jijini Nairobi. Maafisa kadhaa wa usalama walipiga doria kwenye njia iliyoelekea kwenye makazi hayo, japo hawakuwadhibiti waombolezaji waliokusanyika wakiimba na kulia. Kwa majina inaitwa Ruben na Ruga. Sisi ndio tulimuweka hapa Langata hile kitu. Baba amenikosea, baba ameenda bila kunipatia notisi. Wakati tuliingiza kwa siasa ulitukujia kwangu tukiwa kibira Ulituacha kama tulikuwa kwa ODM tukaingia ndani ya Dkt Pasta Geri Shanodare, tuko katika hali ya uzito wa majonzi. Najua mpaka sasa kuna watu bado wajapata hizi ripoti, hata watu watakuwa jela, hospitali. Uh, wazipokee kwa neema. Mungu wa binguni, Elohim, Yehova, alituheshimu kwa hizo miaka tumekuwa na Raila Amolo Odinga. Itakumbukwa kuwa chama cha upinzani cha ja ODM kinaadhimisha miaka ishirini ya kushiriki katika siasa za Kenya. Wakati jua linatua kwa leo, mtaani Karen giza limeshuka na biwi la simanzi limening'inia makundi ya wafuasi wanaomboleza, baadhi kwa ibada na wengine kimia kimya, wakitiririkwa na machozi kuashiria mwisho wa kipindi muhimu katika siasa za Kenya, kwani marehemu Raila Odinga aliwania urais mara tano bila mafanikio. Thelma Mwazaya, DW, Nairobi. DW tunavuma kwa kishindo bado unaendelea kutusikiliza moja kwa moja kutoka hapa Bon. Na tukiondoka huko nchini Kenya sasa tuelekee mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Siku mbili baada ya kusainiwa uratibu, utaratibu wa kuthibitisha kusitisha mapigano kati ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na AFC M23 pande hizo mbili bado zinaendeleza mashambulizi katika maeneo tofauti ya jimbo la Kivu Kusini. Mapema leo asubuhi, ndege zisizo na rubani za jeshi la Kongo zilishambulia sehemu ya kiwanda cha kuchakata dhahabu cha Twangiza katika jimbo la Kivu Kusini, huku waasi wa AFC M23 wakililaumu jeshi hilo kwa kuzishambulia ngome zake kadhaa wilayani Kalehe. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chans ametuandalia ripoti ifuatayo. Wakazi wa Twangiza wameeleza kwamba kiwanda cha Twangiza kililipuliwa majira ya saa kumi ya alfajiri na uharibifu mkubwa wa mali umetokea katika kiwanda hicho cha mgodi kinachopatikana katika eneo hilo linalomilikiwa na AFC M23. Andre ni mkazi wa Twangiza, anashuhudia kulipuliwa kwa mabomu matatu ambayo yalilenga kampuni Twangiza mining na tenki ambazo huwa wakiwekea mafuta ya gari, ndiyo imewaka moto na hakuna maafa ya watu iliyoripotiwa, lakini hadi sasa watu wanaendelea kuwa katika woga mzito. Zimekuwa drone za FARDC ambazo zimekuwa zikishambulia maeneo ambayo AFC M23 wanadhibiti, na kwa sasa tuangiza mining imesimama kuna kazi yoyote ambayo inaendelea. Katika taarifa ya hivi karibuni, msemaji wa AFC M23 Lawrence Kanyuka amelishutumu jeshi la Kongo kwa kushambulia na kujaribu kulipua ngome za AFC M23 katika vijiji kadhaa vya Kivu Kusini, vikiwemo Katasomwa na Lumbishi katika wilaya ya Kalehe. Wakazi wa Kalehe wanashuhudia mapigano kati ya AFCM23 na makundi tofauti ya wazalendo katika vijiji kadhaa hadi katika maeneo yanayopakana na mbuga ya wanyama ya Kauzibiega. Huyu ni mkazi wa kijiji cha Katasomwa ambaye hakutaka jina lake litajwe, anaonya pande zote kutafuta suluhisho kwa masilahi ya raia. Tunateseka sana, kwa maana vita inaendelea, na mpaka saa hii vita iko kwa hiyo sisi wakazi sia wote tunakimbia kabisa. Tungeomba wapiganishe kungambo zote mbili kusudi usalama ya wakazi patikane. Mashambulizi hayo yanafanyika licha ya pande hizo mbili kuahidi kuheshimu usitishaji mapigano kupitia utaratibu wa ufuatiliaji na uthibitishaji uliotiwa saini mwanzoni mwa juma nchini Qatar. Haya ya kijiri kunafanyika pia kongamano linaloitwa la nguvu za kisiasa na kijamii juu ya mustakabali wa nchi la siku mbili tangu jana katika mji mkuu wa Kenya Nairobi, likijumuisha sehemu ya upinzani wa Kongo chini ya uongozi wa rais wa zamani Joseph Kabila aliyehukumiwa kifo hivi karibuni na mahakama ya kijeshi ya Kongo kwa uhaini na uhalifu dhidi ya amani. Lengo ni kusikiliza kila mtu na kutambua suluhisho linalowezekana. Miongoni mwa wapinzani waliojibu ni waziri mkuu wa zamani Augustin Matata Ponyo, Frank Diongo na Seth Kikuni. Hata hivyo viongozi kadhaa wakuu wa upinzani kama vile Moise Katumbi, Delisa Sanga, Jean Marc Kabund na Martin Fayulu hawakushiriki kongamano hilo. Mitima de la Chance, DW Bukavu. Asante sana metima de la chance kwa taarifa hiyo. Tuelekee huko nchini Tanzania, nchi hiyo ikielekea katika uchaguzi mkuu tarehe 29 ya mwezi huu. Miongoni mwa maeneo ya ngome za kisiasa kwa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, ni mji wa Moshi, Kilimanjaro, Arusha na maeneo ya kaskazini kwa ujumla. Uchaguzi mkuu wa mwaka huu ndio wa kwanza kususiwa na chama hicho kikishinikiza kudai mabadiliko ya mifumo na sheria za uchaguzi. Hali kwa ujumla ikoje katika maeneo hayo wakati huu taifa linapotarajia kufanya uchaguzi mkuu tarehe 29 mwezi huu wa Oktoba? Mwandishi wetu Veronica Natalis na taarifa zaidi. <laughs> Ni mji wenye shamra shamra na harakati nyingi hasa katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Ni mji wenye mwingiliano wa wageni kutoka maeneo mbalimbali duniani kutokana na vivutio vya utalii vilivyopo, hasa mlima mrefu kuliko yote barani Afrika, mlima Kilimanjaro. Ni mji wa kisiasa pia. Mkoa wa Kilimanjaro ni miongoni mwa maeneo muhimu katika siasa za upinzani, hasa kutoka chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema. Historia inaonyesha kwamba mwaka 2000 mwaka 2010 na mwaka 2015, Chadema ilishinda viti vingi vya ubunge na udiwani katika mji wa Moshi, wilaya ya Hai na Rombo. Wafuatiliaji wa siasa wanasema uchaguzi wa awamu hii, hali imebadilika. Hakuna msukumo wa kufuatilia siasa kama ilivyokuwa katika chaguzi zilizopita. Nimewauliza baadhi yao ni kwa nini. Kwa upande wangu na wananchi wengi nafikiri kwamba hakuna, yote yataenda kupiga kura, watakwenda kupiga kura, wana CCM wenyewe. Ndo maana nikasema wanajitekenya wenyewe na kujichekesha wenyewe. Wanashindana na nani? Ni ziara ya kampeni ya CCM wenyewe. Kwa hiyo hakuna kampeni inayoendelea, bali ni kuchezea fedha za Watanzania. Kama ilivyo katika maeneo mengi ya Tanzania, kampeni za uchaguzi pia zinaendelea katika eneo hili. Wagombea ambao wengi wao ni kutoka Chama cha Mapinduzi CCM, wanaonekana kunadi sera zao katika mikutano ya hadhara, nyumba kwa nyumba, na kwa kupitia mabango na picha za wagombea wa Chama cha Mapinduzi ambayo yamebandikwa kila mahali. Kulingana na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi nchini Tanzania, vyama 17 vya siasa vinashiriki uchaguzi wa mwaka huu. Lakini chama cha Mapinduzi pekee ndio kinaonekana kujitangaza kwa mabango, picha na mikutano hii, inatoa taswira gani kwa wananchi? Sawa, sisiemu wanafanya kampeni, lakini hata ukiwasikiliza inakuwa haina ile kutafuta hoja kinzani, kwamba ok una kampeni unaahidi hichi dhidi ya nani eh? Kwa hiyo umeahidi kuanzia mwaka sabini na saba, sisiemu ilivyoundwa. Kwa upande wa sisi wafuasi wa vyama vya upinzani, basi tumechagua tu kusimama na msimamo ule uliotolewa na chama kikuu cha upinzani kwamba kama hapata kuwa na mabadiliko ya sheria za uchaguzi basi hakuna haja ya kushiriki uchaguzi. Hata hivyo maoni ni mseto, wapo waliona imani na uchaguzi wa mwaka huu na wamejiandaa kikamilifu kwa ajili ya kupiga kura siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi Oktoba. Tunasubiri tu Oktoba kutiki, kimpendeza Mungu akishinda sawa Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimesusia uchaguzi wa mwaka huu kikishinikiza kudai mabadiliko ya mifumo ya sheria za uchaguzi, kikisema hakiwezi kuingia katika uchaguzi usiokuwa huru na haki. No reforms? No reforms? No reforms? No reforms? No. hata hivyo mamlaka zinasisitiza uchaguzi utafanyika licha ya kuwepo kwa kitisho cha vuguvugu la maandamano siku hiyo ya tarehe 29 mwezi Oktoba ya kupinga uchaguzi huo. Veronica Natalis, DW Moshi, Kilimanjaro. Nam, tukiondoka Tanzania, Afrika Mashariki, tuelekee sasa mashariki ya kati. Malori ya misaada yameanza kuingia katika ukanda wa Gaza na Israel imeanza maandalizi ya kukifunga kivuko kikuu cha Rafah baada ya kuzuka mzozo katika kurejesha miili ya mateka, hali iliyotishia kuyavuruga makubaliano tete ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Zaidi anayo Najat Omar. Israel iliyokuwa imetishia kutokuufungua mpaka wa Rafa na kupunguza misaada na vifaa vingine, kwa sababu Hamas ilikuwa inarudisha miili polepole sana, na katika kitendo cha kurudisha miili hiyo, mmoja kati ya miili minne ambao umekuwa mateka ulikuwa ukizuiliwa huko Ghaza. Wakati huo huo, Wapalestina wawili wameuawa katika ukanda wa Ghaza hii leo licha makubaliano ya kusitisha mapigano yakiwa yanaendelea. Wahudumu wa afya katika ukanda wa Ghaza wamesema watu hao wameuawa kwenye mashambulizi ya Israel katika eneo la mashariki mwa Ghaza. Jeshi la Israel limesema watu kadhaa walioshukiwa kuvuka mstari uliowekwa na kuwakaribia wanajeshi wa Israel walikiuka makubaliano ya kusitisha mapigano na hivyo wanajeshi walifyatua risasi ili kukabiliana na kitisho hicho. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesisitiza mapema leo kuwa Hamas lazima itimize masharti ya makubaliano ya kusitisha vita yaliyopendekezwa na rais wa Marekani Donald Trump, ikiwemo kurejesha mili ya mateka waliokufa. Well, we Sawa, tulikubaliana kuipa amani nafasi. Tulikubaliana kuwa masharti ya mpango wake wa vipengele ishirini ni wazi kabisa, sio tu kwamba tunawapata mateka bila kuondoa jeshi letu, bali pia kwamba baadaye kutakuwa na hatua mbili, ya kwanza ni kuondoa silaha na ya pili ni kuzuia uundaji wa silaha. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Israeli Netanyahu leo amerejea tena katika mahakama ya mjini Tel Aviv kwa ajili ya kusikiliza kesi yake ya muda mrefu ya tuhuma za ufisadi, Kesi iliyofunguliwa mwezi Mei mwaka elfu mbili na ishirini. Netanyahu na msafara wake wa mawaziri kadhaa kutoka kwenye chama chake cha kihafidhina cha Likud walipokuwa wakielekea kwenye mahakama hiyo walizomewa na waandamanaji. Rais wa Marekani Donald Trump alipendekeza siku ya Jumatatu alipokuwa nchini Israel kwamba waziri mkuu huyo asamehewe kesi tatu tofauti za ufisadi zinazomkabili. Nitausoma ujumbe ambao umenifikia hapa studio kutoka kwa wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu, lakini kwanza, namwona Angela Mdungu yuko tayari kabisa upande wa pili wa studio kutufahamisha yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii karibu na asante sana Josephat. Uh, huko mitandaoni ni kama vile tulivyosikia pia katika uchambuzi wa ripoti zetu kwamba nchini Kenya rais William Ruto ametangaza hayo maombolezo ya siku saba na bendera zitapepea nusu mlingoti kutokana na kifo cha aliyewahi kuwa waziri mkuu Raila Odinga. Hiyo ni ishara ya heshima na maombolezo kwa kiongozi huyo mashuhuri. Sasa bado salamu za pole zinamiminika kutoka kwa watu mashuhuri nimemwona makamu wa zamani wa rais ambaye pia amewahi kuwa mgombea mwenza wa marehemu Raila Odinga katika harakati za kutaka kuiongoza Kenya, kwenye ukurasa wake wa X Kalonzo Musyoka ametoa salamu za pole kwa familia ya Odinga akisema Kenya imepoteza mwanasiasa mfano wa kuigwa. Makamu mwingine wa zamani wa rais ni Rigathi Gachagua, kupitia ukurasa wake wa X pia ametoa salamu za pole, katika ujumbe mrefu kwelikweli, lakini mwisho kabisa ameandika kuwa Raila alikuwa shujaa aliyefurahiwa nyumbani na hata nje. Aliyewahi kuwa jaji mkuu wa Kenya David Maraga ameelezea kushtushwa na kifo cha Odinga na ambaye amemtaja kama kiongozi aliyekuwa na mchango mkubwa wa demokrasia nchini Kenya. Lakini pia salamu nyingine za rambirambi zinatoka nje ya Kenya kutoka kwa Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud, Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, Waziri Mkuu wa India Narendra Modi, Modi na wengine wengi japo kwa ufupi tu hapo, lakini kama utaniruhusu eh, Josephat, labda niende kwenye jingine tukiachana na habari hizi za majonzi. mm -hmm. Ni kutoka huko Marekani, rais asiishiwa na matukio, Donald Trump ametishia kusitisha misaada Argentina kama mshirika wake rais Javier Milei hatoshinda uchaguzi. mm -hmm. Eh, Trump amesema hayo alipotembelewa na Milei katika ikulu ya Marekani na ameongeza kwamba kama akishinda basi Marekani itaendelea kumshika mkono zaidi. Amemsifia na kumpigia debe mshirika wake huyo akimtaja kuwa ni kiongozi mzuri, na ukumbuke tu kuwa Argentina haiko vizuri sana kiuchumi kwa sasa. mm -hmm. Na hivi karibuni Marekani iliahidi msaada wa dola bilioni ishirini za kimarekani ili kusaidia kunusuru huu uchumi wa Argentina. Labda kwa hiyo ye, yeye anamtaka Milei yaendelee, na anatishia kwamba kama hamtampa kura yeye <laughs> Marekani nasitisha msaada kwa Argentina. mm -hmm. Rais wa taifa moja <laughs> anawatisha wengine haya, wanasemaje, soma andi... japo mmoja <laughs> mane anasema huku ni kuwalazimisha watu kumchagua mtu asiyemtaka. Kwa mfano, unawezaje kuwa kiongozi wa aina hii katika taifa kubwa kama Marekani? Haya, nauona hapa ujumbe wake. Nani huyu? anaitwa Masanja James akitokea kule Shinyanga, Tanzania, kupitia channel yetu ya YouTube anasema dochevel, anawapata mubashara iwa Shinyanga. Edward Okemba anasema pumzika kwa amani, Raila Odinga. Mutegeki Elias anasema tutamkumbuka daima, mwamba wa siasa barani Afrika, Raila Odinga. Humphrey Masi wa Singida, Tanzania, anasema mataifa ya jumuiya ya kujihami NATO, mnafanya vikao vya mara kwa mara kujadili vita vya Urusi na Ukraine, lakini hakuna hatua zinazochukuliwa. Sabato Petero anasema poleni sana, wa Kenya kwa msiba mkubwa. Hassan Mlacha wa Moshi Tanzania ameandika niwape pole wananchi wa Kenya kwa kumpoteza baba kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga. Na katika ukurasa wetu wa Instagram, Salum Nyoha wa Dar es Salaam anauliza huko Kongo mtauana mpaka lini? Lakini namwona pia Robert Zawadi Kaya ameandika Mungu ailaze roho yake Raila Odinga mahali pema peponi. Amenaye Musa Lamek anasema apumzike kwa amani Raila Odinga, huu ni mwisho wa enzi Isaya Sambo anasema poleni sana jirani zetu Kenya kwa msiba mzito wa kiongozi huyo. Mungu amrehemu baba Raila Odinga, na yafaa kutufunza sote tuishi kwa kupendana pasipo kujali tofauti za itikadi za vyama. Baba Charity mkulima halisi wa Morogoro kule nchini Tanzania, yeye anasema poleni sana wa Kenya. Raila Odinga apumzike kwa amani, Raila Odinga. Jason Lawrent wa Njombe, Tanzania, anasema pumzika kwa amani, Raila Odinga, amina. Livin Kalist Ndege wa Kilema Pofo, Tanzania, anasema poleni sana majirani zetu wa Kenya kwa msiba mzito. Ismael Togolani pumzika kwa amani, Raila Odinga, amina. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Fezi Felix anauliza Kongo kulikoni tena, mbona kila siku yanaibuka mapya? Grace Macho Kuona anauliza Rais Chisekedi kulikoni, mbona hakuna amani nchini mwako? Bwami Lutombo Edward wa Kamituga, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anauliza hivi hawa waasi wataacha lini kutunyanyasa? Mrokozi Mnyambo anasema poleni sana wa Kenya kwa msiba mzito. Tunakamilisha sehemu hii ya kukusomea ujumbe mfupi, na ndio mwisho wa matangazo yetu ya jioni hii ya leo. Asante sana msikilizaji, kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho, na kushukuru sana pia kwa kutenga muda wako kujumuika nasi na kwa niaba ya wenzangu wote, Angela Mdungu upande wa pili wa studio, pamoja na msimamizi wa matangazo Margaret Wanja, mimi ni Josephat Charo, jioni njema. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni, kwaherini.